Msajili wa vyama vya siasa afuta matokeo ya uchaguzi ndani ya CUF. Msajili wa vyama vya siasa ameitoa uamuzi wa kufuta uchaguzi mkuu uliofanyika ndani ya CUF ambao ulimtangaza Profesa Ibrahim Lipumba pamoja na wenzake wanne kushika nyadhifa za uongozi. Uamuzi huo umetangazwa kuwa uchaguzi huo haukufuzu vigezo vya katiba ya chama, hivyo matokeo yote yameharamishwa. Sababu ya uamuzi Registrar alisema uchaguzi huo haukutolewa kwa mujibu wa katiba ya chama kwani wagombea walioibuka na ushindi hawakupata zaidi ya asilimia 50 ya kura zote halali zilizopigwa, jambo lililokinzana na masharti ya chama. Kwa kuwa sharti la CUF ni kwamba mshindi lazima apate zaidi ya nusu ya kura zote halali, uchaguzi ulionekana kuwa batili. Ratiba mpya. Kwa mujibu wa Registrar, ratiba mpya ya uchaguzi itatolewa kuanzia Jumatatu ijayo ili kuanzisha tena mchakato wa uchaguzi wa viongozi wa chama kwa kipindi kingine cha miaka mitano. Kwa sasa, uongozi wa zamani wa chama unaoendelea kabla ya uchaguzi batili utaendelea kusimamia masuala ya chama hadi uchaguzi mpya ufanyike. Waliokosa kiti kutokana na uamuzi: watu walioathirika na uamuzi huu ni pamoja na Profesa Ibrahim Lipumba, mwenyekiti wa taifa; Mbarouk Seif Salim, makamu mwenyekiti Zanzibar; Othman Dunga, makamu mwenyekiti bara, Husna Mohamed Abdalla, katibu mkuu, Magdalena Sakaya, naibu katibu mkuu bara, Ali Juma Khamis, naibu katibu mkuu Zanzibar. Malalamiko ya wanachama: malalamiko dhidi ya uchaguzi yalitolewa tarehe 19 Desemba 2024 na wanachama kadhaa wa Kongamano Kuu na CUF. Walidai kwamba taratibu za uchaguzi zilivunjwa ikiwemo suala la usajili wa wagombea, mchakato wa uteuzi na namna waombaji walivyofanyiwa uchunguzi. Pia, baadhi ya wajumbe wa baraza la uongozi walijiondoa kutoka kwenye mjadala wa uteuzi wa katibu mkuu, jambo liliosababisha mzozo juu ya uhalali wa uteuzi huo. Taarifa ya ofisi ya msajili msaidizi wa Registrar wa vyama vya siasa Sisty Nyahoza. Alisema ofisi yake ilifanya uchunguzi wa kina na ikagundua malalamiko yalikuwa ya kweli na kwamba katiba ya chama haikuzingatiwa ipasavyo. Kwa hivyo, ofisi imekubali malalamiko hayo na kufikia uamuzi wa kufuta uchaguzi. Maoni ya baadhi ya walioathirika. Othman Dunga alisema hakusikilizwa wala kupata nafasi ya kujitetea wakati malalamiko yalipokuwa yakichunguzwa na kwamba hakutarajia uamuzi huo kutokana na namna alikuwa ameibuka na kura. Maftaha Nachuma, mmoja waliolalamika, alisema uchaguzi haukuendana na katiba na taratibu za chama na kwamba hilo ndilo lilimfanya ajiunge na chama kingine cha siasa, ACT Wazalendo.